pamoja na wadau mbalimbali tume tukapata wazo la kuja kuwaona kuwatembelea wafungwa na kuwaletea zawadi ili na wao katika Ramadhani hii wapate kitu chochote cha kufuturu hapa kama tunavyoona mbele yenu tumeweza kukusanya sukari kilo ishirini na tano unga wa ngano kilo ishirini na tano mafuta tumeleta mchele kilo 100 pamoja na gunia la viazi hii yote tumefanya kama wanawake lakini tukiwa tumesapotiwa na wadau mbalimbali wakiwemo na wababa pia wao waliotuunga mkono katika hili. Si kama jumuiya, hatuna chanzo chochote cha mapato, tunategemea watu watu wenye shughuli mbalimbali ili waweze kutu, kutuwezesha katika kukusanya michango hii na kupeleka sehemu husika. Sambamba na hili, pamoja na kwamba leo tumekuja kukabidhisha hapa, lakini pia kuna swala la Idi, Idi nayo inakaribia kwa hiyo wadau mbalimbali watuone kwa jicho lingine waone namna gani wanaweza wakatusapoti tuweze kuleta chochote katika idi. Mimi ni kamishna msaidizi wa magereza Ali Mgaya Abdalla mkuu wa gereza mahabusu Sumbawanga. Awali ya yote, kwanza nawashukuru kina mama jumuiya ya Kiislamu kwa mkoa wa Rukwa kwa kuweza kufikiria na kuona kwamba wapo watu wenye uhitaji na kati kufikiria hilo wameona kwamba gereza mahabusu Sumbawanga ndio sehemu sahihi ya kuja kuleta sadaka zao. Kwa niaba ya kamishina jenerali wa magereza, kwa niaba ya mkuu wa magereza mkoa wa Rukwa, natoa shukurani za dhati. Kama alivyotangulia kusema kiongozi wa kinamama, wadau wengine pia mweze kujitahidi kufanya haya mnayoyafanya, kwa sababu mnatusaidia. Mnatusaidia kwa sababu kuna kitu kinaitwa urekebishaji au urekebu watu walio ndani wakiona kwamba wanakumbukwa na jumuiya iliyokuwa nje inawarudishia utu wao na kukumbuka kwamba wao ni watu, na itafika siku moja watatoka na kwenda kuungana na na jamii kubwa iliyokuwa nje. Kwa niaba ya kamishina jenerali na mkuu wa magereza mkoa wa Rukwa, nashukuru sana kwa iftari hii, na kama alivyosema kwamba Idi inakuja. Basi kwa kuwa jambo hili linakwenda mbali sana, basi wadau wengine mjitokeze ili wafungwa na mahabusu waungane nanyi katika kusherekea sikukuu ya Eid al-Fitr. Kwa kweli ni mwito wangu. Yale tunaokatazwa na serikali basi kujihadhari nayo ndio hayo, kwa sababu ukijihadhari, ukijihadhari, yaani kama ukiweza kufika sehemu kama hii. Na vivyo tumeomba Mwenyezi Mungu atuepushe na mengine, kwa sababu kwa kweli, kwa kweli hata sijui niongee nini kwa siku ya leo tumejaliwa kuja kuwatembelea wafungwa katika mahabusu wa Sumbawanga mjini. Kwa kweli kitu, kitu hiki kimenifurahisha kwa kuwa tumekuja kutimiza amri ya Mwenyezi Mungu kuwahudumia wale wanao wenye mahitaji. Hivyo tunavyokuja kuwatembelea wao, tunawapitia moyo kuona kwamba wale wao wana thamani kwa binadamu bado nje. Hivyo naje wakitoka wakija huku nje, nina imani watakuja kuwa watu wema.